mwaka mitano Mandela kwetu baa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa msemaji wa Yanga Hali Shabani Kabwe, baada ya kutoka jela ni kama Nelson Mandela. Jambo la kwanza akavaa shati hii, sikuwa maanake tuna mwenzi gani? Nelson Mandela kwa leo, unapozungumza wakombozi wa mpira Bani Afrika, unazungumza Shabani Ali Kabwe, unapozungumza wakombozi Bani Afrika, uhuru wa Afrika, unazungumza Nelson Mandela, lakini shati hii mara kwanza alivaa Obama mwaka 2009 kwa anagombania urais wa Barack Obama. Ee, Barack Obama style au sawa. Kwa mashati haya ina historia yake. Kenneth Kaunda mwaka 1984 anapa urais wa kwanza wa Zambia, amekaa 94 mpaka mwaka 91

najaa saiiabosiwaekataotekiea aajna mmeshinda goli moja, wanasema mpira mbaya yanakooi nani kwambia mechi ya Coastal ni mechi ngumu zaidi k amaoafikiria historia kati ya Coastal na Yanga haijawahi kuwa mechi rahisi. Hata mechi ya kwanza ndio msimu ambao tutakutana na Coastal pale Arusha, ninyi mnafahamu kilichotokea, tulishinda goli moja kwa bila, lakini vilevile mechi hii tumeshinda moja kwa bila. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri, mechi ya Coastal inakuwa ni ngumu zaidi kuliko wewe unakufikiria, na mimi nataka niwaambie wana Yanga, na mechi hii tuliocheza leo, afadhali ya leo kuliko ambao tunaenda kwa tarehe 10. Na Azam, narudia tena afadhali mechi ya leo ambayo tumecheza na cost tumepata ushindi wa goli moja. Mechi ambayo inakuja na Azam tarehe kumi, ni heli tungepigana vita tatu ya dunia kuliko mechi ya tarehe kumi. Narudia tena yani mechi ya leo ya cost ambayo tumepata ushindi wa goli moja kwa bila, mechi ya leo afadhali kuliko mechi ya tarehe kumi. Ni heli tupigane vita ya tatu ya dunia kuliko mechi ya tarehe kumi. Kwa nini? Ni mechi ya kisasa. Kwa nini? Kwa sababu Azam wana vinasaba na upande wa pili hii ni mechi ya tarehe kumi, maanake ni mechi ya kisasi. Kisasi ni haki, ni lazima Azamu tumfunge ili tuweze kuwa nani, kwa mabingwa kikubwa mechi maishanacisika tukifunga Azamu unabakia, maana yake tunapiga tu. Kwa hiyo mechi ni ngumu, na hiyo mechi ni viongozi wao wote kwa pamoja wa Azamu wanashirikiana kutangamiza Yanga. Sio mechi rahisi kama vukiesmaii, ni mechi ngumu kwa wana Yanga, mjiandae kokote. Mechi hiyo tunaenda kutana katika uwanja wa Azamu mazilo ambayo katika uwanja wa Azam, kila mwanayanga katika chii anajua kuwa sio mechi nyepesi, sio mechi nyepesi, sio mechi rahisi kama mnapofikiria. Ndio maana naambia wanayanga kokote kama mnasikia kokote, mnavyosikia maandalizi ya mechi ya tarehe kumi anze leo tarehe kumi anze kwa sababu ni mechi ni ngumu ngumu ngumu kuliko maelezo, kwa sababu upande wa pili washasema, wachambuzi watu washasema kwa Azam wanapojiandaa na Yanga manake ake wanajiandaa mara mia kuliko kabingwa wanapojiandaa kuliko na Simba. Prince Dube alishatoka mechi, Nito forke, Simba. Mechi kwa mechi, mechi ya Yanga wanapojiandaa ni tofauti, wanapojiandaa na Simba wanajiandaa mara mia. Hiyo mechi sio rahisi kama unavyofikiria ni mechi ngumu, ni mechi ya maamuzi. Sasa mechi hiyo ndiyo inahitaji kila mwana Yanga kokote, dua na sala kwa ajili ya mechi ya tarehe kumi, kuliko aachana na mechi nyingine yoyote. Hii mechi ya posi ishaisha, hii mechi itashangaa mwanachama au shabiki wa Yanga akajadili mechi ya kosi ambayo imeshaisha tatu au mechi nyingine ataa, akati tuna mechi ngumu tarehe kumi hiyo, naoneka tuangalie mechi kijana tarehe nawasia mdogo, lakini hiyo mechi ni ngumu sana kulingana na tendi ya Azam na kulingana na viongozi wa Azam na kulingana na matukio ambayo yashatokea katika Azam. Mwalimu unasema wana kikosi bora kuliko timu yoyote hapa vipi ukiwa aikosiboana Azam FC ambayo ni miongoni mwa timu ambazo nasema haikuwezi kwa nafasi na kikosi kwanza. ki nimezungumza kitu kimoja kuhusu humu wa mechi ya Azam nafahamu, mechi ya mwisho ya Azam yuna iliyotokea hiyo, tusidanganyane, lakini vile vile Yanga katika uwanja Azam, mambo ambayo yamefanyika katika uwanja wa Azam. Ni mnafahamu ndio kwa sababu tukaja katika uwanja KMC. Hapo tunazungumza ukiacha on the pitch, katika uwanja mazingira, je yanashawishi mechi kwa bora? Nielewa na hao wachambuzi wanaposema na hao maandalizi wachezaji wanaposema maandalizi yanapokuwa zahna, kwa mimi ninachokisema maana yake ni maandalizi kwa ajili ya mechi ya tarehe kumi. Hiyo ndio fainali ya NBC msimu huu, hiyo ndio mechi inahitaji maamuzi, inahitaji pointi tatu kwa mwana Yanga yoyote nitamshangaa akianza kujadili mechi nyingine akiacha mechi ya tarehe kumi. Kwa dua na sala, wana Yanga na Watanzania kwa ujumla, mechi ya a tale kaleakodaalimuaazungumzia ugumu wa mechi ya tarehe kumi. Wao Simba wana ugumu wa mechi ya tarehe tisa dhidi ya Al Masry. Wanasema kwenye hii mechi moja kwa moja mnahusika, ndio maana wazee hawamtaki meneja, wanalinda uwanja wao. Sasa Ismaili, hapa mm. mm. tumezungumza viti viwili ili mm. ujumbe uende mm. vizuri. Tumezungumza mechi ya Coastal mm. mm. tumezungumza mechi ya Azam kwa mm. mm. mm. levo yangu, na kwa heshima ya mpira wa nchini sipasi kuzungumza mashindano madogo kwa levo yangu, narudia kwa levo yangu mimi ni saa sana mwanafunzi wa chuo kikuu amedisko au amesapa, inapaswa adisai mambo ya chuo kikuu, so mambo ya nasai. Narudia tena kwa level yangu mimi, labda kwa washabiki wengine, kwa level yangu mimi